Kuna kiumbe adimu anayewashangaza wengi, panzi anayefanana na bendera ya Tanzania. Panzi huyu anapatikana katika hifadhi ya msitu wa asili wa Pugu Kazimzumbwi. Ana rangi ya kijani, nyeusi, njano na bluu. Kwa muda mrefu panzi wamekuwa wakionekana kama waharibifu wa mazao, lakini panzi huyo wa kitanzania amevunja mtazamo huo kutokana na mwonekano wake wa kipekee. Wanabiolojia wanashangazwa na jinsi alivyo na rangi zinazofanana kwa usahihi na bendera ya Tanzania, hali hii ikiibua maswali kuhusu mchakato wa mageuzi na mazingira maalum ya hifadhi hii ya Pugu Kazimzumbwi. Zaidi ya panzi huyu wa kipekee, hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi ni makazi ya wanyama mbalimbali, ikiwemo mbali. tumbili mweupe aina ya colobus, pamoja na mamia za spishi za ndege. Pugu pia ni eneo lenye kuvutia lenye mapango ya kale na njia za matembezi zinazowavutia wageni kutoka maeneo mbalimbali duniani. Lakini sasa kivutio kikubwa cha hifadhi hii ni panzi wa Tanzania. Anaendelea kuwashangaza na kuwavutia watafiti pamoja na wageni mbalimbali mbali kutoka maeneo yote duniani. Mimi ni Alan Wetungu.